Yes, kwa wale wafuatiliaji wa soka Jumamosi hii e bana, imekuwa poa kabisa hasa kwa wale mashabiki e, wa e, PSG ambao pia wameweza kushinda e bana, kombe la UEFA Champions League ambao pia lilikuwa linaweza kushindaniwa pamoja, ambapo e, timu ya PSG imeweza kuchukua kutokea kule Ufaransa e, ambapo walikuwa wanashindana na, na timu ya Inter Milan katika e bana, nchi ya Ujerumani pale kwenye uwanja wa nyumbani kabisa wa Bayern Munich ambao pia unapatikana huko nchini Ujerumani, ambapo PSG pia kwa mara ya kwanza wa kwa wao kuweza kushiriki kwa kuweza kuchukua kombe hili sasa. PSG wameweza kufanikiwa kuweza kushinda taji lao la kwanza kabisa la UEFA Champions League, ambapo pia mnamo 31 Jumamosi pia waliweza kushinda mabao matano eh, kwa sifuri dhidi ya Inter Milan katika fainali ambayo pia iliweza kucheza eh, Allianz Arena Munich, katika eh, nchi ya Ujerumani kwenye uwanja wa Bayern Munich. E bana ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa poa kabisa, na kila mmoja aliweza kuwa sana na ile mechi kwa sababu ya kile ambacho kilikuwa kinafanyika. Sasa, ushindi huu pia uliweza kuweka rekodi mpya ya ushindi mkubwa zaidi eh katika fainali ya Champions League na kuweza kuifanya PSG kuwa klabu ya pili eh kutoka Ufaransa kuweza kushinda taji hili mara baada ya Marseille mwaka 1993. PSG imekuwa ni timu ya pili au klabu ya pili kuweza kupeleka kombe hilo katika nchi ya Ufaransa. Mabao ya PSG eh yalifungwa na Ashraf Hakimi, dakika ya 12 tu zilimtosha yeye kuweza kuadhibu, lakini pia mabao mawili waweza kuyafunga bana Kivinka Kavet na Seni, ma, eh, Mayulu waweza kufunga magoli hayo. Sasa kocha Luis Enrique pia aliweza kuongoza Barcelona kuweza kuishinda taji hili mwaka 2015, pia eh, eh, ameweza kuiongoza PSG kufikia mafanikio haya makubwa. Kwa hiyo bana kocha huyu ameweza kufanikisha kuipatia eh, bana Barcelona pia kombe hili eh, lakini pia kwa mwaka 2015 ameweza eh, kuipatia tena PSG kombe hili kwa mara nyingine tena. Imekuwa ni kubwa ni kubwa ni kubwa tena katika eh, nchi ya, ya, ya, ya Ufaransa, lakini pia katika klabu ya PSG kuweza kuwa na ushindi wa kuchukua kombe hili sasa. So, ushindi huu pia umeweza kuwafanya PSG kuwa mabingwa wa Ulaya kwa mara ya kwanza katika historia yao ya miaka 55 ya kuweza kupambania taji hili. Lakini pia watu wengi wamekuwa wakikoment tofauti tofauti kutokana na eh, mchezaji ambaye pia alishawahi kuchezea klabu hiyo nikimaanisha Kylian Mbappe. Mara baada ya yeye kuweza kuondoka na kujiunga na kikosi cha Real Madrid, kwa sasa hivi comments zimekuwa ni nyingi, wadau wamekuwa wakipiga sana kelele kwamba au Mbappe ndo alikuwa anazuia baadhi ya vitu kuweza kuendelea pale, masuala mazima ya gundu na vitu vingine kibao. Mbona Mbappe ameondoka pale PSG, lakini pia ni e, timu inaendelea kufanya vizuri, mpaka watu wakaanza kuingizia hata mifano ambayo kwa bwana haifai, ni kwamba bwana umeachana na ex yako and then umeingia kwenye mahusiano mengine, halafu nakuta ex yako anazidi kunawiri, anazidi kupendeza, anazidi kushine, anakuwa na vitu vingine poa kabisa. Na ndio hii ambayo imeweza kutokea eh, kwa Mbappe ameweza kujiunga na Real Madrid and then timu ambayo alikwisha kuachana nayo PSG imekuwa ikiwaka magoli kibao makombe kibao, na mpaka sasa hivi ameweza kuchukua klabu bingwa eh, bana kutokea huko eh, Ulaya na mambo yamekuwa ni mengi, ni mengi kabisa. Lakini pia ikumbukwe ni moja kati ya timu ambazo pia ina wachezaji wa changa au wachezaji wadogo wadogo ni wengi sana miaka kumi na nane, kumi na club nzima na eh, wachezaji wame range kwenye miaka hiyo, kwamba ni damu changa tu ambazo zinakuwa eh, zinakuwa zinachakata mzima eh, katika swala zima la kuweza kutafuta kombe hilo. Moja kati ya timu ambazo pia zina wakongwe wengi, wazee wengi ambao pia wanapatikana katika kikosi cha Inter Milan. Ikumbukwa mba fainali ambayo pia ilishawahi kutoa magoli mengi zaidi ni ya kitambo sana, ambayo yenyewe eh, iliweza kutoa magoli saba kwa moja ambapo Real Madrid pia na yeye iliweza kuhusika katika maswala hayo ya magoli saba eh, kwa moja. Lakini pia sasa, hii finali hii ya mwaka huu 2025 imekuwa ya pili kuweza kuwa na finali yenye magoli mengi zaidi ili kuweza kufikisha magoli matano na kuweza kusaidia kuweza kufanikisha PSG kuweza kuchukua kombe hilo. Yapi, maoni yako kuhusiana na hili? Kweli Mbappe kamwacha X and then X ala na wili au vitu vingine vimekwaje? Au ule u, uchakataji lakini pia masama, mazima ya u, kujituma zaidi a wachezaji ambao wanakuwa wanapatikana katika timu ya PSG umeweza kusababisha mafanikio hayo? Drop komenti yako hapo, subscribe chaneli yetu like, lakini pia bila kusahau kushare. Utakometisha kinomanoma chao.